Mambo vipi mtazamaji wa IAA TV, karibu sana katika Campus Nexus, kipindi ambacho mara nyingi huwa kinaangazia maisha ya wanachuo, changamoto zao pamoja na matarajio. Wanachuo kuna mambo mengi sana wanayapitia na huwa anapenda kusema baadhi ya mambo huwa ya yanaharibu au yanawaathiri watu wanaomtegemea nyuma. Mimi naitwa Abdul Yusuf Abdul, siko peke yangu hapa, niko na rafiki yangu, niko na mdada mzuri kwelikweli anaitwa Ana yes. Nimemkaribisha leo, tunataka tuzungumze kwamba ni kwa nini vijana wengi mapenzi yanasababisha yana, yana, yana kukwama kwa ndoto zao, yaani zaidi vijana wa chuo ambao wanakuja chuo halafu, wakishafika chuo, sasa ndoto zao zinakwama kutokana na mapenzi. Ana, mambo mzima, huko shwari? Kwa mtazamaji anaye kutazama kupitia IAATV, majina yako yote kamili, mwenyeji wapi, mwaka mm. mm, wangapi, unaenjoi mm. yes, kuisoma nafikiria nafikiria hivyo. ana kuna kuna mtindo fulani wa wanafunzi. mm -hmm. Mi naeza nikasema kama ulimbukeni. yes. Wanapokuja chuoni. mm -hmm. Wanaingia wana, wana, wana tu kwenye mapenzi kichwa kichwa. mm -hmm. After the end of the time, yale mapenzi yanasababisha kukwama kwa ndoto zao. hili oh, ili, ili, ili mm. na kweli hivyo vitu vinatokea, kwa sababu mtu anaweza akaja chuo sawa, akaja na malengo yake asome hivi na hivi, lakini akifika huku hivyo anakomeshwa kwa vitu vichache. Kwa mfano, aeza mapenzi, na ni jambo ambalo iaosti asilimia kubwa wanafunzi wa chuo. Mm. Hata yeah. Kama sio apa Arusha, vyo vingi eh, nchini Tanzania, watu wengi mapenzi yanawakosti yanayepelekea kukatisha ndoto zao. Wewe kasa kwa, kwa maisha yako yako ambao unaishi labda ya, au kwenye jamii inayokuzunguka, ushai kuwa na rafiki ambaye uliona kupitia mapenzi ndoto zake zimekwama za kusoma? Yaani, usimtaje hata jina. Yeah, of course. wapo Yeah. Anawajua na wengine ni marafiki zangu kabisa mm. Yes. Kupitia, kupitia, ma, wana, kupitia mapenzi, kupitia mapenzi yani, mpaka sasa hivi hatupona kwenye masomo, japokuwa tulianza wengi mm. Wengine wamepotea kwa sababu ya hicho kitu mm. Ni kitu ambacho kinawatesa wengi sana kacho, kwa sababu ukiangalia chuo chuo mm. ni sehemu ambayo ina uhuru sana yeah. Kwao mtu akifika huku Yani ule uhuru unakuwa, tuseme kama ni ulimbukeni yani. Yes. kila mmoja sasa kunakuwa kwamba naweza nikafanya chochote kile kwamba ndo sehemu ya yeah, mimi kupendana yeah. Sasa yi... hii yeah, kutafuta bebe inaonekana. Yes. Yes. ukiona mpenzi kama kama ushamba hivi. Sasa mda mwingine sasa unakuta mtu kwao hana kitu alafu ni bado anaingia kwenye mahusiano, alafu pia kuna gharama nyingi unazozitumia Yeah, of Ay, yeah. We, kwa familia tusemeni, kwa familia nyingi za Kitanzania mm. wazazi wengi wanapambana sana kuwasomesha wanafunzi yeah. so kwamba wote waliopo chuoni wana uwezo mm. wao na uwezo wa kuwasomesha, hapana. Mara nyingi wanafunzi wengi wanategemea mikopo, sasa. Yani hiyo ni changamoto mojawapo, na mtu naye anashindwa kufikiria, anaingia tu, anashindwa kujikontroa, angali hata background ya maisha yake wazazi wake wanavyopambana, so kitu kama hicho kinapelekea kwa cost sana. mm. Yes. Kwa, kwa, wewe sasa sana binafsi sasa mm. Inataka nikuulize wewe. hey. w wewe ushai ku ushai ku ku, ku, ku, ku fall in love sasa ile yenye kabisa, alafu mwisho wa siku sasa hey. unashindwa una ku control mahusiano yako. mm. Kwa, kwa mapenzi mapenzi, sawa, hicho kitu cha kawaida bado, hicho kitu cha kawaida. Sema kwa mimi hapa hey. Yeah, ni mimi kama mimi. Mapenzi hey. Ah, kwanini, kwanini sasa um, minajua, ne, nini sasa ajai kuendesha, mi najua najua malengo yangu nini kimenileta sio kwamba eti ukija huko ndo usit kabisa mm. No? lakini unaangalia una, angalia, mm -hmm. una control mapenzi na mda wa masomo kwa mtazamo wako kwa kwa, kwa, kwa, wewe sasa mm, una kipi cha kumwambia mtazamaji wa IAA TV yani kutazama mwanafunzi mwenzako kwamba mimi nina date na nina fall in love, lakini na control vitu vyangu yani nafanya vitu vyangu hivi. Wanaojielewa wapo, sio kwamba ambao wanajielewa wapo, wanaojielewa sio mimi peke yangu wapo wengi, na watu wamekuja hapa chuo mwaka, yani mwaka wa kwanza wanadeti na mpaka wanamaliza na hajawahi kupata supp, hajawahi kufeli, hajawahi kufanyaje hivyo wapo. Mbona sasa wewe una unaona ni kwa nini wanafunzi wanakuwa na ulimbukeni wanapokuja chuoni, wanakuwa na ulimbukeni wa mapenzi yani yaani, hapo kwa hapo tuseme labda, yaani mm, ile freedom yeah, mtu anaoipata yeah. mm, mm. Unajua, wanafunzi akiwa mbali na nyumbani mm, na ndio maana wanafunzi wengi wanapenda kusoma vio mbali na nyumbani kwao kupata ule. Kuna mtu katoka Mwanza mm -hmm. anakuja kusoma huko, ametoka Mwanza anaenda kusoma Dar. Ni yani ni ule uhuru tu anauhitaji. Kwao kuna wengine baadhi ya watu au baadhi ya wanafunzi wanatumia ule uhuru wao vibaya eh, kufanyia mambo mengine. Mda mwingi wana focus na vitu ambavyo havija, yani sio malengo yao mm -hmm. kwa sababu gani mi nasema hivyo? Mfano mimi nimetoka Dar mm -hmm. nikuja huko kitu yani kilichonileta huku ni kusoma kwao. Obvious natakiwa ni focus sana na masomo. Mapenzi sijui nini, hivyo vitu ni vya ziada na ni vipo na lazima uvifanye, kwa yani kwa binadamu kwa sisi vijana jenzi, mwili unachemka, it is a must <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo unaona, kama ni kama ni lazima ni na <laughs> eh, ni, ni lazima ila eh. Sasa kuna ile kuna ule tu ni, tuseme tu ni mwanafunzi mwenyewe kujitambua. mm -hmm. Natakiwa anatakiwa ajitambue, ajue ana balance vipi muda wake na ajue malengo yake ni nini hicho tu mindo nasemani anaweza aka akafanikiwa kwenye masomo. Siku nyingine wewe unaona hivi mapenzi ma, ma, yanaweza kawa na msaada, yani kwa upande wako wewe kivipi? Unaweza oh, kaniambia kwa mfano, unaona yana msaada kivipi? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> ya na msaada kivipi? kwa namna gani na bado unasoma in... amna, ya na msaada hmm.

Mm, kuumizwa kuumizwa, mm, kupo kwenye mapenzi yeah, na katika, yani, obviously ukiingia kwenye mapenzi mm, lazima ujue hivyo vitu vya kuna kuumizwa, kuteseka, ushai kulia, ila eh, ila ah, ni stori ndefu, ila tuendelee. Sijai kumia eti mpaka hivi nalia, ile mpaka unalia, hapana, hey, ilelea ile kuumia tu kawaida, unakaa tu mwenyewe unagugumia. Yani yule ile yani yule wanasema yani ule, eh, yule mbwa mimi lolote <laughs> limkute eh. ile isha kukuta, sio kweli bwana, wapo wamba una mapenzi ya kweli lakini sio wote ni sio wote mbo bana, yes. Nah. Hey. Ila sasa ile isha kukuta ile una yani lolote tu limkute au oh, eh. mimi oje nini? <laughs> <laughs> eh hey. Naweza nikasema tuseme tu na mwenye sijui mtu sijui alikuwa ananichukulia je? Hey. Sawa eh. Nilikuwa naleta hapa hapa chuo mm. lakini yule mtu alikuwa na date naye ni ghafla tu mm. from nowhere sio sio tuseme tu ndo alijisikia mm. akaniambia tuachane Afu mi ni sikuwa, yani sio kwamba eti nilikuwa yani sema, japokuwa kwa kipindi hicho nilikuwa na mambo mengi, sio mambo mengi ya eh, so, mapenzi harakati, so, zangu tu mimi mwenyewe eh, za maisha so hiva nilikuwa sina muda time, lakini nilikuwa nikipata muda na mcheki na mm. tunaongea vitu kama hivyo, sababu so, ni kama hilo la, la, la, la ubizi wako likafanya sasa mshikaji apotea. Aone vipi, mbona kama anizingatii ame labda. Sasa mimi siwezi jua baba, kuna wengine baba alimjaza maneno wadada wazuri wanalinga sasa <laughs> <laughs> hao wana, mbona analingia ama mimi sije, mimi sije kumlingia mwanao mm, hiyo yeah, um, hiyo eh. Tabia sio ya kumlingia mtu then mm. Mimi kila mtu naongea naye ni, niko chama kila mtu kwa kitu gani? wow. Kuna wale wadada wanasema da, sezideti na mwanachuo na kwa kwako upande wako uko kwa yani, mi mwanachuo nimedeti mm, naye. Ila kwa sahii wezi rudia au? <laughs> <laughs> <laughs> Mm, kwa sahivi hapana, ila mwanachuo mm. mm. mi nimedeti naye lakini, sasa nakumbuka lile penzi ilikuwa mm. la mwezi wa ngapi? mwezi wa nne mpaka mm. wangapi wa tisa. Alikudumu sana ni muda gani mrefu sana ambao ushai kudumu kwenye mahusiano? muda mrefu sana yani, uka enjoy elfu mbili na breakup na, na <laughs> <Koma asara. laughs> kitu gani sasa ambacho wewe sasa hmm unakitazama kwa mwanaume ambaye anakufata, kitu gani ana unakitazama wewe sasa kwa sababu hmm. kuna yeye kwanza, angambea ni chochote kinachokuja kikubwa, sasa mpa <laughs> <laughs> <laughs> chochote kinachokuja kikubwa, sasa mpa cha muhimu tunachoangalia kwa mimi hapa tu, upendwa sana sikurupuka. Mimi mtu anaweza kanitongoza hata mwezi miezi bado, tukamzungusha. Unakiangalia nini hapo? Amna tu naangalia, yaani unajua, ile kuna mtu kama kweli mtu anania, ataenda kuvumilia, ataenda kuvumilia na kutafuta na kusumbua, huyo kweli utakuta ile anania. Unajuaje kama na yeye ashagundua kwamba nimesikia kama mtu unania, kumbe anakupima kitu kingine kingine. Um, ndio vitu na, okay, ambavyo una unavitazama zaidi mm -hmm. da? Basi mi nafurahi sana <laughs> nafurahi sana kupigia story na, na afi yangu mm -hmm. Ana, mimi napenda kukuita miss miss kompa. Kwa nini washawai kuita hiyo? Uye, mm. <laughs> tuseme ni nature ya nyimbo ambazo nasikilizaga. Unazipenda? E, nazipenda sana. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo nasikilizaga, hata ukifuatilia akaunti yangu TikTok ndo nyimbo ambazo mara nyingi natumia nasikiliza, hata kwenye simu yangu, playlist yangu ni mm. nyimbo nyimbo ambazo natumia sana. Nyimbo ambazo natumia sana. Sasa, kwenye tukirudi kwenye, kwenye swala zima la ulimbukeni, mi napenda niite hivyo ulimbukeni mm. mm shi kunikuta, mm. lakini <laughs> nasema ni ulimbukeni, alijawai ulimbu mm. eh, kukuta kwenye ulimbu yeah, ma, mapenzi, alijawahi kabisa. Sasa, yu kwa mtazamo wako mm. tusizame ndani sana, ni kati ya, ya wasichana na wavulana, ni watu wapi ambao zaidi unaona u wanaingia sana kwenye ulimbukeni wa ya mapenzi yani wanakurupukia na wanapokuja tu chuo mm. yeah, wenye ulimbukeni, yani tuseme sana sana ni wa wanawake mm. Wanaume, wanaume tuseme tu zile ni tamaa e, kwa sababu tu anataka sifa, kila kila mtu awe amepiga. yeah. yule nimepiga, yule nimepiga, yule nimepiga. yeah. nimepiga <laughs> basi, ila tunasema yani kivingine, sisi wanawake ndo kidogo tuna ulimbukeni wa mapenzi kwamba tunaenda tu e, yani hatuangaliaje, yani yani hatujui kusema ile neno hapana, japokuwa mm, wapo ambao wenye msimamo wanajua kusema hapana, ila kuna wengine yani hawajui kusema hapana e, kila mtu akimtongoza tuende, kila mtu akimtongoza tuende, kila mtu akim, yani cha muhimu sana sana sisi wanawake kwenye mapenzi mm, kinachotukosi tunaangalia sana pesa, ndio maana kinatukosi sasampa namalio ameambia unapenda, sasampampa ndio maana inakosti sana <tokolo> ila, mwanaume si cha muhimu mwanaume anaweza, yani inategemea sana mwanamke. Mwingine hata ukimnulia chipsi ai tu, mm, pale kwa Amani, mm, chipsi ai na, na soseji moja, mm, unaenda unapiga. Mm, yani tutasema ni sisi tu, obvious sisi ndo alimbukeni kwa sababu mm, mtu usipokuwa na msichana usipokuwa na ulimbukeni mwanaume mm, aweze kufanyia kitu anachotaka, ukikataa, ukisema hapana, mwanaume aweze kufanyia kitu anachotaka mm, ushaelewa kwa yani mara nyingi wasichana ndo wagati nalibhyo n unapokea ushauri wa hmm, Ana, unapokea ushauri, unapokea ushauri mapenzi uh -huh. Yani ushauri wote oh, ta kuhusiana labda na mapenzi hapa si, sina si, mm. gambo sakupoka shaui kwanza n yani tuseme sina marafiki <laughs> <laughs> ushauri napokea yani kwa sasa, sina uh -huh. Kwa sasa sina marafiki japokuwa nilikuwa nao, ila kwa sasa mimi yani napenda kuwa mwenyewe kwa sasa hivi mm. E, tu fulani, fulani tu, kwa sababu tuwa mambo fulani fulani tu hivi alinikutaga kwa hiyo napenda kuwa mwenye mimi sina yaani sina mtu wakunipa ushauri yaani short ah, ila labda wazazi e, wangu kwa wazazi kwa ushauri, wako ushaikupea ushauri gani kuhusiana na mapenzi ambayo mpaka sasa ambayo mpaka saizi umekaa chuoni mwako ushauri kwa wazazi upo mfano mm, wa ushauri ambao ushaikwambiwa ah na mwanangu unaenda chuo <laughs> unaenda chuo e. soma mwanangu e. focus na masomo e. Sitaki mimba. Mimba tu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eh, eh, wanaume wapo, wewe soma, gari litakuja lenyewe, mwanaume anakuja. Sasa anategemea na bahati ya mtu, unaweza ukamaliza chuo ukapata ajira. Sasa kuna wengine sasa unaweza ukamaliza chuo, ajira zenyewe za Tanzania kwenye ajira ajira ndo shida, shida. Mm. Sasa, Mm, tukizungumzia kwenye suala zima la ajira, labda umegusia ka mm. Oh, unaona ina, inawezekana mwanafunzi kujiajiri mwenyewe akiwa anasoma kujiajiri wakati akiwa anasoma kafanya wakati zingine, nategemea na mindset ya mwanafunzi mara mm. nyingi wa, ni kwa wale wanaojielewa wanaojielewa tunaona mm. na hata hapavyo hapo mm. Ushamba unauza karanga so ushamba ye cha muhimu ana, ana, ana yani pale anapata kitu uh, tofauti na nawe ambao unakaa bure yeah. Kwa mfano anauza karanga mia tano labda mm. faida yake anapata mia katengeneza karanga mia moja mm. faida shingapi hapo mi, mi naisikia jao mwanangu, sasa nitapataje? Sema um, uh, tu ndo yani ndo ya vile. Kuna wengine wale wanalinda brand uh -huh. nikiuza kalanga watanionaje? nikitembeza pipi chuo watanionaje? ajue mm. chuo kuna watu wengi tofauti tofauti yeah. Niki. kuna wengine wanajitosa, mbona anatembeza nawapo na, na, na tunaona kila siku popcorn mm. ubuyu wa mia mia huo wa mia mia huo huo, na mtu anaishi vizuri, na yule mtu anaefanya biashara mm. ukienda kumkagua huyo anaweza kalanga long yake ni nzuri kushinda hata yeye ambaye unajifanya unalinda brand, sijui huyu hata mm. mm. e, nionaje? sijui hivi hicho kitu. mimi ningekuwa aisema tu naiva mimi sijai kufanya ah nje na kusoma. kitu gani kingine unakifanya sasa? mm, nje na kusoma ah sasa, yu, si vitu private ndugu yangu, labda diko maybe ambavyo vinakusaidia na maybe mtazamaji kupitia eh, eh, IAA TV anaweza eh, akaungana so, so, so. nawe kusapoti kwenye kitu ambacho nakifanya. yeah. Yes, yani kwa sasa mm -hmm. Ne, kuna dawa fulani inauza kwa hiyo mm -hmm. Kama mtu atahitaji ni dawa mbalimbali mbali, ah. Za mfumo wa mwili, kuna zauti sugu PID sugu kwa yeah. Wale wadada wa dada wanachua yeah. Wengi najua wanazochangamoto <laughs> <laughs> <so> wanazochawa <laughs> pia tuna mm -hmm. yes, dawa za mifupa dawa za mifupa yaani hizo tunatuma mikoani kote, ah. blanchi zipo mikoa mitatu Arusha mikoa miwili mikoa miwili mitatu, mm -hmm. da na Arusha ah. ko eh, sikumbe kuna namna inawezekana mtu kufanya harakati zingine akiendelea eh, na, na masomo yaani mm, ah -huh. yes. mtu ata mtu akiwa popote kawaida maana hiyo hiyo biashara ni obvious, hatutegemei tu weti wateja waku, wakuja tu kutufata hapa mm -hmm. hata wale ambao e, tunafanya delivery yani hata mkoani mtu mm -hmm. akihitaji. Na nitafuta matangazo nafanya, mbona ah. kwenye peji yangu ya Insta, Facebook Kasolo TikTok TikTok ile right, akaunti ah, so TikTok, kidogo haipo ina vinini, kwani ile akaunti ya TikTok haipo, ila Instagram ungeingia Instagram. <Yeah. laughs> Nimefanya matangazo sana pia, pale nimeweka linki. mm. Ukimaliza ile linki, moja kwa moja kwao kule TikTok. vitu gani vinapatikana zaidi? nikatoka hapa nikaingia TikTok nikatafute. Basi mi nimefurahi sana sasa mm. mi nataka nikuulize kitu kimoja mm. a ah, kwa mfano ngekuwa lecturer lecturer, sasa mm. nikakupa nafasi mm, unge darasani mm. umshauri mwanafunzi mwenzako eh. Eh. kuhusiana na kuhusiana na mapenzi mm. ngemshauri nini? <coughs> ano mapenzi yani, uwezi kumzuia mtu kufanya mapenzi mm. ila cha muhimu tu ni kujielewa, kujikontrol na kujua nini kilichokuleta chuoni Obviously ni masomo lakini, hivyo vitu vya ziada vipo na lazima vifanyike. mm -hmm. Kwao ni cha muhimu tu kutenga muda mapenzi na masomo hivyo, yes. Mimi nasema ulikuwa ni wakati mzuri ambao tunapiga stori na ana hapa mm. Napenda kumwita Miss Kompa hasa ana, tumepiga naye stori nyingi hapa kuhusiana na maswala mazima ya mapenzi. sehemu yetu ya pili, ana, mm -hmm. Nataka nikuulize maswali kama matatu mm -hmm. mm. Najibu s yes, oh, no au namna yoyote ambayo utaona inafaa kujibu. mm, yeah. mm. Kati ya kusomea library na mm. kusomea nyumbani kwa mimi, nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu naona kuwa comfortable zaidi. a yes. Chakula cha kantini au nyumbani? Nyumbani. Kwa nini, na kwa nini ile kantini? Kwa sababu nyumbani na kila kitu. mm. Mbaba au kijana. Hapo sasa inategemea ndugu, usiwezi kuchagua upendo wa kweli na sasampa upendo wa kweli sasampa. hmm. Zipo. Basi, kwa kumalizia, mtu ambaye anatutazama unapatikana kwa majina gani kwenye mitandao ya kijamii? Kwa mitandao ya kijamii, Instagram Anie Sabini. hmm. kwa Facebook Ani hivo hivo, mm, kwa TikTok Ani hivo hivo, mm. Yes, basi mimi nimefurahi kupiga stori na mrembo Anie, mm, najita hivo, lakini jina lake kabisa ni Ana. Basi mi niseme mtazamaji wa IATV kupitia Campus Nexus, ulikuwa ni wakati mzuri, wakati ambao tumegusia mambo kadhaa kuhusiana na mapenzi, na tumai umejifunza kitu, kwamba baadhi ya wanachuo wanapofika chuoni wanakuwa kama wana ulimbukeni wa mapenzi. Huu ulimbukeni unasababisha au una unaharibu ndoto zao, maybe alitaka kuwa fulani, lakini maybe anaingia kwenye mahusiano, alafu enye mahusiano anatumia gharama nyingi, muda mwingi, na kuacha kufanya vitu ambavyo angefanya vingemsaidia zaidi, lakini anajiingiza zaidi kwenye mapenzi. Jina langu naitwa Abdul Yusuf Abdul. Ni nyuma ya kamera ni Haste Bomin, lakini bila kusahau ni swala zima la mixing pale yuko Treasure au Tabita Kimalo. Hii ni IAATV, usikose kufuatilia vipindi vingine vingi ambavyo vinaluka kupitia IAATV kule YouTube, lakini Instagram ni kama IAA media tz <tune>